Juzijuzi raisi amezungumzia sana, amewazungumzia wasanii wa zamani, alipaza sauti kidogo, akasema wasanii wa zamani msiogope kutoa ngoma kwa sababu ya wadogo zenu, kwamba wanatoa mapiano, wanatoa sijui, washaenda mbali kwamba wanaonyesha maisha yao yako hivi nye, msiogope mziki unaishi, na hakuna haja ya kusema kwa mimi wa zamani saizi sitopata mashabiki. Kauli ya raisi, unaungana nayo mkono, kwamba mkisema mpambane na kizazi hiki cha saizi, mnaweza mkakipindua maybe. Eh, kwa sababu wasanii wa zamani ukianza kufuatilia hmm. mziki ambao ulikuwa unafanya kwanza, ulikuwa una message, na ndio maana mpaka leo niko hapa mimi kwa okay. sababu mziki unaishi, eh, watu bado wanapata shows, wakati mwingine tena hmm. sio ndogo, unapata show kubwa yeah. kama hivyo, tunamshukuru nani, uh, mkurungu wa sugu okay. kama hivyo, nawachukua watu na wanafanya show yeah. wana, watu wanakumbukwa Yeah, yani msanii wa zamani mi naona hmm, ndo msanii bora kabisa kwa, ndo bado msanii bora mpaka sasa hizi msanii wa zamani msanii bora sana okay, kwa sababu nyimbo zinaishi. Hmm, anaweza akarekodi leo na nyimbo ikakaa, hmm, milele na milele kama ilivyokuwa wazee wetu zamani huko Msondo Ngoma wapi ya yeah ongera sana. Na najaribu kutafakari hapa, nafahamu kwamba wasanii wengi walikuwa shikaji zako, lakini kuna time mwezi hizo ikafika hatua wanakufahamisha na our brother by the way RIP Albert Mangwea. Mm. Eh, kwa kipindi kile ulivyokuwa unapambanishwa, unajiona eh, ilikuwa sahihi kumchukua Mangwea kumpambanisha na Dullayo kwa namna ambavyo alikuwa ameenda tayari anasikika kwa mtu ambaye alikuwa ananambia hivyo, kwanza alikuwa mjomba wangu mimi namuita Professor Jay. Okay. Aliniambia hivyo, we Albert Mangwea ulobaki. Mm. Lakini nikamwambia anko, mbo menipa shughuli kubwa sana. <laughs> Yaani yeah, <mbao> <laughs> yeah, mbona anko, umenipa shughuli kubwa sana ya kuni kunifananisha na huyo mtu mimi. Mm. Yaani yeah. Yeah, kiukweli ha. Sio kweli, mara kulikataa msara pia tunamsikia, ulipewa ulipewa majukumu kayakataa kwamba, huyo mtu bwana mimi hapana, siwezi kubeba majukumu yake. Alafu unajua mtu mzima akipewa majukumu lazima uyatende, hata ukiyakimbia utarudia tu. Ndio tunarudi sasa pale, Profesa Jay alisema wewe ndio umebaki Albert mangwea. Vipi sasa baba, uliyafanyia kazi? Ah, kazi zinafanyika naye mwenyewe, nimefanya naye kazi, zipo kazi nyingi tu nikiwepo na nae ankoli okay. Profesa Jay. Mm. ningeitoa muda mrefu, sikutoa kwa sababu mimi moyo wangu hauko hivyo, yani kwamba nitoe nyimbo fu mwenzangu anaumwa wa mm. uku hapana, sio so, kweli yani kama inakuwa sijui nisemeje, sijui Kiislamu nakuelewa na mm. yani kwamba unatoa una. yani, unataka nini, wakati mwingine anaumwa eh, lakini project munga. kumbe ipo wewe pamoja na Profesa Jay. kabisa kwa itatoka yeah. Hongera sana mi, naamini ni kali, yaani kabla hujaitoa baba, enda natamani tuizindue hapa, yaani naamini kabisa hiyo <laughs> ngoma ni kali. Nilijua kwamba utataka tuizindue hey. Ndo maana kwa sababu sikuja tena hivyo vitu kwamba nikasema kwamba ngoja niache kwanza, kwa sababu yeah, unatamani kuisikia. mm. Kweli yani unajua, Dullayo ni msanii ambaye anapendwa. yeah. Yani ukizungumza wasanii ambao wanapendwa, kuna Dullayo kuna Feruz. mm. Unajua Twende. Yani mimi kila nikikutana na watu ambao yeah, wanataka muziki au nikiwa hapa kwa wanachapa ngoma zenu, si ndio? yeah. utasikia namwomba Feruzi na Dulla, yani atazungumza Dulla, atazungumza Feruzi, na mimi pia hmm. ni msanii pendwa ambaye nampenda sana Feruzi. Okay. Hmm. Yani ukiacha hata uh, nikiwa nyumbani huwa hmm. na anamsikiliza sana. Acha basi kabisa. Yani kwamba wewe ni msanii, kumbe kumbe kuna uwezekano wa msanii kumsikiliza msanii, ujue eh, Tony, kuna sio wezikiliza... kila msanii ah, sio kila msanii, lakini eh. Okay. Tony, sio kila msanii yani ah, okay. kuna wasanii unaweza kuwasikiliza unaweza wakati mwingine ukamkumbuka msanii mwenzako ukasema mm, yuko wapi? Yaani wewe unajionea huruma, lakini yuyu mm, mwenzangu yuko wapi tena na yeye? <laughs> <laughs> Ndio namuelewa Dullayo, yani kwamba wewe wakati unajiona huruma lakini mwenzangu naye uko wapi? Yani sasa hivi si na hela lakini tuone atakuwa katika hali gani? Katika hali gani? Yani ni nzuri ana moyo wake. Nimependa sana. Hasa Dullayo, unadhani kitu gani hasa ambacho labda kime kime kimefanya labda kwa ame kidogo kwenye muziki na dunia kukutambua? Kwa sababu baada ya kutambulika Tanzania ulikuwa unaenda sasa kutambulika duniani kote. Unadhani kitu gani ambacho hapa katikati kimetukwamisha? Unajua dunia ina mambo mengi sana. Wakati mwingine hata matatizo yako unaweza ukamwambia mwenzio, na mwenzio akikwambia kwake, unaweza ukasema, we umeona? Au labda ni mwanamke alichangia. <laughs> Kachangia mwanamke gani? Maskini ya Mungu, unajua Samsoni na Delila, hey. Nyie ni ah, mikati sisi ndio chai, labda kwenye wewe kuanguko lako labda Kona, na ukizingatia zamani kulikuwa na, na e, bata zipo nyingi sana hey. Watu wanachokifanya sasa hivi sisi tushakifanya sana tena sana, kwamba hawa wasanii wakubwa wanaofanya hivyo mshafanya watu washafanya hivyo vitu vingi tu za kuenda kukaa koko bichi huko, unaelea vizuri kawaida sana hizo hey. Mm. Si unaenda kula pweza? Ah, kawaida baga baga pizza hizi sasa tumefanya hey. hey. hayo mambo <laughs> Sasa kama hivyo vitu sasa utakuwaje celebrate kama hivyo vitu? Je, kuna muda mnaona ni normal? Najiuliza kwamba kwenye anguko lako la muda mrefu ambalo mpaka limpelekea wewe kukaa kimya kwenye mziki je, mm. labda mwanamke pia wanawake pia tulichangia mimi mwanamke, labda tulichangia kula la mafanikio labda, au tulikwambia baby, tulie tu kwanza, tutaendaga tu. Unajua mwanamke kiamua wewe chake chake chake chake, ni kweli. au ni wewe mwenyewe tu naakasi yako, hao watu ni wapo? okay. watu design hiyo ni wapo wengi tu. okay. Lakini sasa mimi, unajua niko tofauti kidogo na maswala maswala kidogo ya wanawake wanawake, yaani mimi basi na niona hivi tu lakini, mtoto wa shehe mzuri tu mm. kwa hiyo hapa katikati mapungufu kuna ya vitu kadhaa kadhaa, na mimi tena binadamu basi vinatokea. Unapendwa wakati mwingine na watu wengi e, so yani, wakati mwingine unapendwa mtu mpaka ataka kudondoka eh, <laughs> <s> <laughs> <laughs> <laughs> unapendwa mpaka mtu anataka kudondoka, sijaelewa e, p si watu ndio hivyo. <laughs> Yani unapendwa mpaka wakati wengine watu wanataka kudondoka, kwa sababu mm -hmm. kuwaimbisha watu labda kama jukwani na watu wamejaa uwanjani, kama vile pale, sio shughuli ndogo yeah. na watu wakawa wanaitikia pale, sio shughuli ndogo. Kuna mwingine pale anaweza akapigwa hata tofali, kwa sababu hapendwi tu, watu wanamtaka msanii wao. Kwa hiyo ukiona umemaliza ile kazi, kwanza unaenda kumshukuru Allah, unasema asante Mungu wangu, umemaliza vizuri Bwana Abraham Kasembe, Bwana Abraham Kasembe, kipindi cha nyuma kama miezi mitano mm, sita mm, saba alisema kwamba, okay, sitaki si kuingilia, lakini mm, sisi wa Tanzania eh, na wameniagiza mimi mbea mimi eh, mm, nifanya umbea wako fanya, no, ulisema umbe, um, <laughs> yeah. kwamba nyimbo zako haziko YouTube kabisa. Mm. kwa, kwa akaunti yako lakini utazirejesha hivi, hivi karibuni na mm. utaweza kuingiza kipato kwa kupitia nyimbo zako, je, ushalifanya hilo? hey, hapa katikati kwa kweli, kwa sababu sikuwa hapa Tanzania kwanza, okay. Okay. Karibu mm. kwa kutokea huko ulipotoka sikuwa Tanzania sio kwa kupenda mm. okay. lakini matatizo tu unajua, hii kawaida kawaida kwa hiyo hey. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nimerudi na nikawa nataka ni, ni, ni geni vizuri, halafu mm. ndo nianze kupitia huku okay. mona nipitie sasa, watu wajue kama Dulayo tayari ofisho sasa amerudi. niko tayari kutoa nyimbo na ndo maana na nyimbo nyingi kama hii nyimbo na Mr. Blue mpaka mm. ananiuliza mwenyewe bwana, vipi mbona utoi? Hmm, stoi mpaka nimalize hizi YouTube na nini na nini, nimalizane na hawa ni, ni watu okay, ili niweze kutoa nyimbo na mimi niweze kupata riziki okay. Yeah, okay, sasa Bwana Abraham Kasembe hmm, uh, kwa nini Kasembe Street yani inafika hatua baba yako anapewa heshima, yeye alikuwa ni nani? Na unadhani ile heshima aliyopewa baba yako mtaani kwenu pale ilitokana na nini?